Leo tutakuletea orodha ya nchi kumi zenye jeshi lenye nguvu zaidi barani Afrika kulingana na viwango vya kimataifa vya Global Firepower. Karibu Afro King Media. Kaza hadi mwisho ujue nafasi ya nchi yako. Namba moja: Misri. Misri ina jeshi kubwa lenye uwezo wa kijeshi mkubwa barani Afrika. Nikijumuisha vikosi vya nchi kavu, anga na majini na vifaa vya kisasa vya ulinzi. Kulingana na data za Global Firepower, Misri inakadiria kutumia takribani dola bilioni 5.9 kila mwaka kwenye ulinzi, ujawapo ya bajeti kubwa barani Afrika. Inaweka uzito mkubwa katika jeshi la anga na jeshi la nchi kavu, na kipaumbele juu ya operation za kimkakati mashariki ya kati na Afrika kaskazini. Namba na 2, Algeria. Algeria ni uhoranzi wa kaskazini wa Afrika. Algeria ina nguvu kubwa ya kijeshi mashariki mwa bara pamoja na silaha na vikosi vya nchi kavu vilivyofanikiwa kukua kwa kiasi kikubwa. Inabakia kuwa guja ya watumiaji wakubwa zaidi wa bajeti ya kijeshi barani takriban bilioni 25 dola kwa mwaka. Baadhi ya vifaa vya kisasa vya anga, umeme wa kijeshi na vikosi vya moto vya kulinda mipaka. Namba tatu: Nigeria, mataifa ya Afrika Magharibi. Jeshi la Nigeria lina nguvu kubwa kwa sababu ya idadi kubwa ya wanajeshi, uwezo wa kuhimili migogoro na uwezo wa kufanya operation kubwa za anti-insurgency inatumia takriban bilioni 3.16 dola kila mwaka. Namba 4, Afrika Kusini. South Africa SANDF ina sifa ya teknolojia ikijumuisha ndege za kivita, submarine na vifaa vya kisasa vya ulimwengu takriban land bilioni 57 samani ya dola Bilioni 3.25 na mipango ya kuongeza kwa randi bilioni 110 hadi randi bilioni 152. Ndeichi pekee Afrika Kusini mwa jangwa yenye submarine na viwango vya juu vya peacekeeper. Number 10. Ethiopia. Afrika ya Kaskazini na Mashariki na jeshi lenye idadi kubwa hasa nguvu kubwa ya nchi kavu inayowezesha kudhibiti eneo ina kubwa la ardhi na bajeti ya takriban dola bilioni 2.10. Namba 6. Angola, Afrika ya kati na magharibi, inajengwa kwa kasi na nguvu ya jeshi ya ardhi na uwekezaji mkubwa wa mafuta wa vikosi vya kijeshi. Namba saba, Morocco, Afrika magharibi na kaskazini. Morocco ina jeshi la kijeshi la hali ya juu kwa mkazo wa vifaa vya kisasa vya anga na ardhi, inatumia bajeti takriban dola bilioni 13.24. Namba 8 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Kongo ingawa ina changamoto za kiuchumi na miundombinu. bino jeshi la DRC ina idadi kubwa ya wanajeshi kama sehemu ya jitihada za kudhibiti migogoro ndani ya nchi. Namba 9 Sudan. Sudani ina jeshi kubwa lakini limeteketezwa zaidi na migogoro ya ndani, nguvu bado ni kubwa kwa mujibu wa idadi na urithi wa kihistoria. Namba kumi Libya, Afrika ya Kaskazini. Ingawa ina changamoto za kisiasa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, inabaki na uchafu mkubwa wa silaha na nguvu na jeshi. Hizi ndizo nchi kumi zenye majeshi yenye nguvu zaidi Afrika kulingana na Global Firepower. Jeshi yako imo kwenye orodha? Tuambie kwenye maoni. Usisahau kusubscribe, like na share. The African Media.